Mitihani ya kitaifa ya KPSEA na KJSEA inayoendelea kwa siku ya pili. Bitok akisema tayari wamesuluhisha baadhi ya changamoto zilizokuwepo siku ya Jumatatu. Kwingineko katika kaunti ya Nandi, mvua kubwa inaonyesha imetatiza usafirishaji wa mitihani, japo maafisa wa serikali wamesema wameweka kila jitihada kuhakikisha mitihani ile inafika shuleni wakati unaofaa. Sebastian Maria anaarifu. Huku mitihani ya kitaifa ya KPSEA na KJSEA ikiingia siku ya pili, wizara ya Elimu imetoa hakikisho kwamba hakutashuhudiwa udanganyifu katika mitihani ya mwaka huu. Examinations Katibu katika Wizara ya Elimu Julius Bitok akiongoza zoezi la kufungua mitihani katika Kaunti ya Kajiado amebaini changamoto iliyokuwepo ya baadhi ya vituo kukosa mitihani na kuhakikishia wakazi kuwa tayari swala hilo limeshughulikiwa.

And we have asked our stakeholders, our sub-county directors, our current directors to ensure that they do their best to ensure that we deliver a credible exam. And uh, from the look of things, we are on track. As far as, uh, this delivery is concerned. Kwingineko katika kaunti ya Nandi usafirishaji wa mitihani imetatizwa na mvua kubwa, japo naibu kamishna wa kaunti ya Nandi Alfred Jilo amewahakikishia wakazi kwamba serikali imeweka mikakati kuhakikisha inasambaza mitihani hiyo kwa wakati. Magari pia ya security personnel, ya on standby. Na pia tuko na magari kutoka department zengine uh, uh, zenye ni za four wheel they are on standby. Once tukipata magari yamekwama, hakuna vile mtihani utachelewesha kwa sababu ya barabara. Kama mnavyojua, uh, mfumo huu wa CBE watahiniwa, uh, hawapaswi kuwa na maafisa wala, wako secured, na hikyo ni kigezo kwa wasimamizi wa shule wahakikishe kwamba, uh, wahakikishe kwamba the integrity levels iko juu Sio kwamba afisa wakuye hapo ndo waweze ku, ku, kufata maadili mema. Mchana wa leo wanafunzi wa KPSEA wamefanya mitihani inayofungamana na sayansi na lugha, wakati ambao wanafunzi wa KJSEA wamefanya mitihani wa hesabati na kilimo. Sebastian Maria, Undugu TV.